amewaita akawapeleka training ya kushona wengine, akawapeleka training ya driving. Basi ukipita mtiani anakutafuta mpaka kazi hiyo ni ukweli. <laughs> <laughs> Uh, ni ah, sikiza niwaambie. Unajua nyinyi ni vijana wadogo sana. Unajua kwa nini nasema hivyo? Sema swali. Mimi nimekuja juu Ukunda, mimi nimekaa Ukunda miaka mingi. Ha? Na wanasiasa wamekuja wengi mm, wamekuja na kupita bila maendeleo yoyote, lakini huyu Hamisi Mweru mi namwamini. Wajiwa Na mjemo angaria, kwa michango yeye yuko hata kwa vijana michezoni, yeye yuko anatafuta vijana ajira, sio kama wale wengine ambao wanakaa ofisini tu pia ku zi, yaani sio maskini, sio mtajiri, papani, watu, anajua kuzungumza na watu wote. Yaani sio sio sio mtajiri. Anajua. Si mnajua watu, anajua. watu walikuwa supposed kwenda walikuwa kwenda kwa Ukunda mpaka Msambweni, imagine waende kujiandikisha kura. Mwenyezi Mungu akulinde bwana. Ni nani alifanya IEBC wakuja hapa showground? mara ya kwanza aliposema kwamba watu waende, alichukua gari akawambia, nenda, nitawapeleka halafu njileta nyinyi, yani awalipie tikiti. Lakini walenda wajaji akasema, hapana, watu wangu mpaka wajiandikishe wote. Akachukua jukumu la yule yule, ambaye nakumbuka, watu wa Ukunda wote twende, ntaulipia nauli. no, no Muradi tu kila mtu ajiandikishe tuwa watu, yule huyu si mtu wa mchezo, na tukimchagua huenda tukala mazuri, bwana wewe. Najua mimi. Imagine hayuko kwenye uongozi lakini anayatenda haya yote. Na bado hajaingia. Na je, akiingia? Hamisi Mweru nayo.